Wanasema umemkimbia mtani wako Young Africans baada ya leo jana kile kitendo kutokea, leo umemkimbia ili hali ulitakiwa ufe hapa Benjamin Mkapa machinjioni. Uh, brother mimi sijakimbia, kwanza leo kama sijakimbia ila mimi nilifukuzwa, yaani Kiswahili fasaha nilizuiliwa getini, hicho ndio Kiswahili fasaha lakini pia hicho, mimi kama shabiki kuzuiliwa getini pale mimi kwangu mimi binafsi, yaani sio kitu ambacho kime, yaani ki, kitu ambacho sijapendezewa si nacho, kwa sababu haiwezekani kuzuiliwa pale getini, ndo kitendo cha kufanya watu wasije uwanjani. Ilibidi washtaki wa, wa, wa, mamlaka husika ipambane na hii hali jamani. Tumeenda getini, si tumezuiliwa? Sasa hivi tuko kambini, mnalionaje hili? Halafu sasa TFF wasimame kidete kuitetea hili swala, umeelewa blaza? Hicho ndio kitu ambacho bidi wafanye, lakini sasa walichokifanya wao wakarudi nyumbani. Wamekaa kikao cha kukaa, wametoa taarifa, hamna mechi. Yaani hapa kitu ambacho kinauma, watu wametoka mbali, brother, wametoka Dodoma, umeelewa? Dodoma mpaka Dar es Salaam, mpaka Dodoma mpaka Dar es Salaam, sina mjomba, sina shangazi na guest, nimetumia nauli ndio irudi, sijaa, umeelewa brother? Hapo tunatumia nauli zetu. Leo mtu anakuja anakuambia, bwana, hii mechi hatu, hatupeleki mechi mechi uwanjani, hatujakaa sawa, TFF na ato, awo, kweli mechi imeahirishwa. Yaani TFF unawezaje kusema nimeahirisha kama unavyomwambia mwanao usiende shule leo. Nenda shambani hivi. Inawezekanaje watu mamilioni ya watu, uwanja unabeba watu watu elfu sita elfu sitini umeelewa blaza, watu elfu sitini Fikiria kwamba hakuna gadabi ambaye kaagi kapwaya, yani uwanja wawafulu chaji. Hafu hiyo elfu sitini hizo zipeleka wapi? Hela zetu wanazipeleka wapi? Yani hela zetu wanazipeleka wapi? Tunataka hela zetu. imekuma kiasi gani? Imekuma kiasi gani eh brother? yani ingekuwa kama ndo wewe, wewe ndo TFF unayo kwa sababu haiwezekani akirahisi nenda irudi Dodoma amelewa nenda irudi elfu sitini nani anakuja kupandisha thelathini, ndiyo thelathini. Sijala. Wanasema. Sijala. Wanasema, wanasema mechi mlichungulia wana Simba. Tulichungulia? Mlichungulia, mkaenda mkafa. Kiswahili gani cha kuchungulia? Basi elewa. Hiyo mkwala hiyo ndiyo mnachungulia hivyo. Wewe unachungulia nini? Kwa maana leo mlikuwa mnakufa. Tulikuwa, tulikuwa mnakufa. Haiwezekani brother. Kama angekuwa hivyo, labda angekuwa mimi na mamlaka kusema leta timu wanyoe, umeelewa. Brother mimi nilikuwa nikija, nimeweka nywele zangu lehanis. Leo angenifunga mtani ananyoa kipara. Leo, yani leo angeni, angenipiga. Haiwezekani kunifunga mara tano mfululizo, kitu ambacho hawana historia hiyo. Mimi nisha kumfunga zaidi ya mara sita, umeelewa vizuri. Mimi nilikuja kumfunga yeye kuliko mimi, lakini hii ndio ilikuwa top a top. Ila haya kuamini, unajua shida iliyoko hii hii mpira wetu, wanaamini sana mambo ya shirikina brother, umeelewa vizuri. Hawa wananchi hawa mimi na mambo ya ha, eh. Shirikina, shirikina shirikina sana eh, eh, hicho ndio kitu ambacho kinafanya watu wanazuiliwa. Lakini sheria nasema mgeni mgeni wa uwanja anaweza kutumia uwanja siku moja kabla Si, kama wiki nzima au wiki mbili nyuma, anautumia yeye, anaurekebisha anavyojua yeye, anaweka maelezi yake huko na nini, anaweka huko, anaweka huko, maanake shindoje kuzuia <coughs> nyewe <nyana, tos> metaka mweke <coughs> ah, sio ilizi Nimesema kutumia maana yake kufanya mazoezi. Sisi tunakuja kufanya mazoezi. Eh, atakuja kuweka ilizi ili yaje. Sisi tunakuja kufanya mazoezi. Sasa hawa ndio hicho ndio kitu wanashtuka sasa. Mm, um. Ah jamaa, alafu kingine ambacho wanashtuka wao walipoteza walipoteza ile wali game ya ya ya klabu bingwa zidi ya semu alija ile kufuzu robo finali. Wale walizuru waje hatukupata matokeo sababu Simba walitumia uwanja siku moja kabla ndio kupata sisi tukapata matokeo hasi. Umeelewa vizuri brother? Kwa kifupi kwamba hili swala bwana leta kwa TFF. Hawa Yanga mimi ni watani zangu. Hao pia mimi si waogopi cha kwanza mfululizo. Yani si waogopi. Hao wazuchu tu mimi naona. Ila sasa issue iliyopo kwamba tayari TFF waliangalia hili kwa makini sana. Oya, hela zinauma brother, niende niende mimi sasa hivi uwanjani kadri ninasoma taarifa kabisa TFF ananiambia kabisa ananiambia bwana mechi hamna. Alafu mwingine ananishabikia wapi tiketi? Tiketi inayo brother. Umeelewa tiketi inayo? Yaani umelipa VIP. B 2020. Leo kujo, ya oh, meshi, bro? Bro, alafu leo ah, mtu anakuja ananiambia bwana "Oh ah, mechi marisha kila isi hivi hivi ne kama inauma kiasi gani bro, isinge niuma blaza, kama mimi ningerudi, ningerudi nimefungwa sawa, isinge niuma kama nirudi nimetoa sare kisingi ni uma lakini ajaleta timu Young Africans team, kasema analeta timu, kwa sababu sio kwamba kal... yupo kagoma, kama wale nani wale wa Tabora wale wa wapi wale waligomaga wale wale wale kwenda kucheza klabu wingu wale waliwapigaga pamoja kwenda kule kwa ajili ya nauli, si atujagoma? Tumegoma kwa kanuni, kanuni ya nini? Kwani tumezuiliwa getini. Umeona vizuri. Na Simba wanafuata sheria, hawakurupukagi. Yaani sisi Simba wanafuata sheria, wako sahihi. Ila mimi kwa hili naona kabisa angeleta mechi afu baadaye ni washtaki tulizuiliwaga. Umeona blaza? Angeleta mechi watu wacheze, tuburudike. Yaani sisi tuburudike. Halafu baadaye wanakuja jamani tulishtakiwa. Soma rekodi, matokeo yanarekodiwa. Eh, matokeo yanarekodiwa. Kwa sababu jamani kuna siku sisi tukuja kuzuiliwa, wakarudi kambini. Jamani tumezuiliwa. TFF wanafanya wanafanya wanafanya inavyowezekana. Wanakuja kutolewa wanaingia wanafanya mazoezi. Tuburudika. Oh. Ingekuwa angeleta timu. Yes. Angefungwa. Mm. Simba angeleta timu. Angefungwa. Nani angelaumiwa? Simba angeleta timu leo. Angefungwa. Kwa kitendo ambacho kimetokea, angefungwa. Brother, mpira na matokeo matatu: kufunga, ku draw, kushinda. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sio kwamba labda wenyewe walipokuja kwamba labda ingeleta timu kufungwa ni kawaida kusali ni kawaida, kushinda pia ni kawaida hasa. Inawezekanaje wewe ukatae ukiwa mshabiki na ukiwa mwanampira? Haiwezekani ukatae matokeo haya matatu, maana wasiokubali kushinda sio mshindani. Umeona vizuri? Mechi wanjani bwana bwana, bwana, muda bado bado, wanaacha mambo yao bwana. Washatoka. Washatoka nazo. makaratasi makaratasi ya ya ni yanabadilika. Kasi gani? Nasema kwani wewe rais kali anaweza kukaa akachapisha chapu chapu, oya mechi ipo wanangu, msijali. Hapo baadaye anashurupa kile swala bwana. Kwa uma ishatoka, mchezo utapangwa taratibu siku rasmi. Lakini baada chelewa bado mechi saa moja na hamu ya kumkana na mtani wenu Yanga Africa. Yaani nina hamu naye Na vibaya mno. Na oya oya, huyu hapa. Bwana hiyo ni Gharama blaza unayo unachukulia je, nishakwambia ungenipiga upala leo, nisha ambia kabisa, nikinipiga upala kabisa, itak, kufa, blaza, e mimi, si, mimi, nishaambia kabisa nikinipiga upala kabisa mimi nifunga mimi. Ukweli, Simba haina cha mchezaji mmoja kama wanakuwa na presha mara zikikavunjika nyonga wanaanza kuwa na wasiwasi wakati wanatushampeaga wasi. chama umeelewa bro? ishi ni kwamba yani, yoyote aliyoko Simba anasajiliwa, yoyote aliyoko Simba sisi hatuna wasiwasi. Watu waseme o, bwana labda chamaloni hayupo bwana, wala sema na kamala hayupo, watu wateseka? Hapana, ukimtoa Kamala kuna mtoto mmoja wa kitanzania anafata nyendo za ea anapaa hivi, umelewa vizuri Eh, ukimtoa huyo maana bado kuna shamoo? Yaani hao ah, watu sisi yaani kikosi ndio maana akwambiaje? Yoyote atakayepangwa kwenye Simba basi anaenda kwa perform vizuri. Hatupangaki kikosi cha hivyo. Na ndio maana Fadlo anakuja na mipango tofauti tofauti. Leo anatajia anacheza huyu, atakuja lilimpanza. Anakuja, anakuja anacheza hivi, anakuja anata. Watu nasema ataanza na ateba. Ah, lakini ndio kuna anacheza na Mkwala. Ndapiga hattrick. Kwaani yaani Simba haieleweki. Zigizanga. Sio kikosi cha kupanga. Kwa hiyo hapa unajiandaa kutoka Dar es Salaam kwenda mkoani Dodoma, baada ya mechi kuachia hivi hapa, bado sijakubali mpaka hii mpaka sasa yani, yani, bado sijakubali. Hapa ni hapo nyie, hivi nyie mna hivi za interview mnazituma kwa TFF au bado mnatuchukulia hizi? Tumeni huko yote, sisi tunalalamika bwana, tunataka mechi, tunataka mechi mimi, tunataka mechi, tumeni huko mko nyie kwa nyie, sio mnakodi YouTube sasa hivi wakiona kule zilikoa nyingi Sikapiga sababu karibu laki mbili na hela. Umeelewa? karibu laki mbili na hela katumia. Alafu hiyo unajua kumwambia kama unajua kumwambiaje?